Maelezo mafupi ya namna ya kusajili sample kwenye mfumo wa ZanLIS. Uh, ili kuweza kusajili sample utakwenda kwenye hii bar main menu ambayo iko hapa, utaenda kwenye samples. baada ya kwenda kwenye samples mfumo um, utakupeleka hapa, utakwenda ku add sample. Kumbuka unaweza ku add sample mbili ama tatu kulingana na sample ambazo unataka kuzisajili. Add sample. Baada ya hapo itafunguka hii form na kuweza kuniruhusu kuingiza hizi information. Kwa information ya kwanza ni uh, jina uh, client information ambayo ni uh, majina ama id kwa wale wanaotumia id, uta search id. Kama anatumia jina, uta search jina na mfumo utakuweza kuletea. Kumbuka sio lazima, hata ukiandika tu uh, maneno machache kwenye ile jina, atakuonyesha na zile information zingine. Lazima ufanye verification kujua ni kweli ana umri huo na ID yake, ili uweze kumchagua. Kama hayupo utaklik kwenye hii plus hapa ili kuweza ku add, lakini pia utakwenda kuchagua jina la clinician, na nitamchagua kama pia hayupo jina lake na ukisearch unaweza uka click plus then ntaendelea kama na email ya ku kwamba majibu ni yatakavyotoka ya niweze kumtumia email, nitaandika alafu, nitakwenda kwenye client type. Huyu client wangu ni OPD, na kama nina batch nitaichagua, lakini mimi sina batch. Nitakwenda kwenye uh, specimen type, nitaisearch specimen ninayotaka. Kitendo cha kuandika tu SP, uh, sputum itakuja na nitaichagua. Kumbuka ni zile ambazo zenye staa nyekundu ndio lazima uweze kuzijaza ili uweze kusajili. Kwa hiyo hapa nitachagua eh, TB na baada ya hapo itanla. Information nyingine ni tarehe ya kukusanya kwa sample. Kwa hii sample yangu ilikusanywa siku ya jana, na saa ngapi ilikuwa? Ni saa tano na dakika labda, hey, pale na tatu. Collection point pale, na ilifanikia lab. Nitaendelea kama eh, hii sample ilikuwa Uh, reject, na hii ni client uh, eh, order number sio lazima. Priority yangu kama ni urgent, fast track ama routine. Kumbuka utakavyochagua option unaochagua hapa ndio itapelekea sample yako ikae vipi. Kama ukichagua fast track yenyewe itakwenda kuwa ya kwanza, itazipita zile zingine, hata kama zilitanguliwa kusajiliwa ili iweze kufanyiwa kazi. Then kama kuna attachment yoyote, kama kuna lima yoyote, nitaandika kwa ajili ya mpimaji aweze kuelewa. Lakini pia kama hii sample ni collection then nitatiki hapa collection na kuchagua ile sample ya mwanzo ambayo ilikuwa collected, halafu eh, ala, nitaendelea kama hii sample ni external lab, inatoka kwenye labu nyingine, pia nitaklik external lab na kuchagua labu ambayo sample hii inatokea. Na kama ni internal use, pia nitaklik internal use, ili siweze kujumuisha kwenye other reports ambazo zipo kwenye mfumo. Baada hapo, nitaklik save. Kwa hiyo nikisha save, mfumo utaniwekea ID, utatengeneza ID ya hiyo sample kama unavyoiona hapo na hii sample kwa sababu ni routine itakwenda kuwa chini kabisa kwa zile ambazo ziko eh, register tayari kwenye mfumo, lakini kuna sample ambazo ziko pending, zitakwenda kuwa chini ya sample ambazo ziko pending. Kwa maana ya kwamba hizi eh, ni sample ambazo hazijapokelewa labu, ziko bado pending, zimesajiliwa, zimesha kuwa collected, lakini bado labu hawajazipokea. Hapo itakuwa tayari umemaliza usajili wako, kwa ajili ya step zingine zinazoendelea kuipeleka lab na kuweza kufanyiwa vipimo. Asante.